Unaangalia Msangazi TV. Na serikali ipo tayari kushirikiana nanyi kama ifuatavyo: moja ni kuimarisha ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi ili kuongeza upatikanaji wa huduma za upasuaji haswa maeneo ya pembezoni. La pili ni kufanikisha mpango wa kitaifa wa huduma za upasuaji ulio na gharama halisi na unaozingatia usawa ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora. Lakini la tatu ni kuchunguza njia mbadala za mafunzo ya kitaaluma kama vile mfumo wa vyuo vya kitaaluma badala ya kutegemea vyuo vikuu pekee, kwa kuzingatia ubora na ufanisi. Lakini nne ni kuweka ni kuwekeza katika miundombinu ya teknolojia ya afya. Tunaendelea kutoa ushirikiano mkubwa wa kuhakikisha kuwa tunaendelea kutoa huduma hizi za upasuaji nchi nzima, na kwa wananchi tunawapelekea tunawapelekea huduma mpaka huko sehemu za chini kabisa, ili kuwaboreshea huduma lakini, na kuwarahisishia huduma lakini, na kuwapunguzia gharama. Lakini bado tuna kazi ya kufanya. Kwa sasa hivi kazi tulionayo ni vitendanishi, eh, vifaa. Tunahitaji ubunifu, vijana wawezeshwe kuwa bunifu. Hiyo ndio njia pekee ambayo itahakikisha kwamba huduma zetu za upasuaji sio tu zinaokoa maisha, lakini pia zinachangia maendeleo ya kiuchumi kwa kutoa ajira kwa vijana wetu. Tunaamini vijana wetu wakiwezeshwa wanaweza kubuni. Unaangalia Msangazi TV.